Ujambo na karibu ndani ya JCTV. Hiki ni chombo chako cha habari cha mtandaoni kutoka Afrika Kusini. Hapa tunakuletea taarifa sahihi, za haraka na zenye uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa Mkongomani aliye nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakuletea habari za siasa, uchumi, mazingira, jamii, michezo na kadhalika. Tunakuletea uchambuzi kutoka kwa wachambuzi wetu, lakini pia ripoti mbalimbali kutoka kwa maripota wetu. Leo ni Jumatatu, Februari 16, 2026. Mimi naitwa Bedi Jean de la Croix. Karibu. Aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambaye kwa sasa anahusika katika kuratibu mchakato wa amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema kuwa juhudi za kuleta utulivu zinaendelea vizuri na tayari kuna dalili za mafanikio. Kenyatta, ambaye ni msuluhishi katika mazungumzo yanayolenga kumaliza migogoro mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ameeleza kuwa pande zinazohusika zinaonyesha ushirikiano mkubwa zaidi kuliko hapo awali. Nilifanya mazungumzo na Asokolo Itabelo Ibolonga Bohimu, ambaye ni mchambuzi wa maswala ya kisiasa kutoka Pwani ya Deben hapa nchini. Nilimuuliza kama anakubaliana na kauli ya rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta. Asokolo alianza kwa kunijibu kwa uhakika. mtazamo wenyewe kwa kifupi tu, sijakubaliana nao kulingana na mazingira ambayo yapo nyumbani Uh, kuna hatua hata moja ambayo ishafanyika kuangalia hali sahihi jisi watu wanavyoishi na jisi watu wanavyohama eneo zao na jisi chuki zinavyokomaa kati ya ukabila, eh, na jisi ya uingiliano wa nchi kwa nchi nyingine kwa uhakika kabisa sikubaliane nayo na eh. Kitu chingine cha pili ni kwamba kuna mashtaka ya Kongo kulaumu Rwanda na katika E, sheria za nchi za uh, East Africa ni kwamba nchi moja ya Africa uh, East Africa hawezi ikaingilia nchi nyingine. Sasa hakuna lile kabisa lilishafanyika la kuonesha kwamba kuna hatua tumeanza kuona kama nchi za East Africa zinasimamia lile swala na kulipigania sana, kusiwe nchi nyingine inalaumika. Lakini pia swala la ndani ndio limeonesha sura, lakini kwa uhakika hakuna sura yoyote na kwa mtazamo wako, ni changamoto zipi bado zinakwamisha kufikiwa kwa amani ya kudumu nchini Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo? Asante ah, sana. E, changamoto kubwa mimi ni, ni, kwa mtazamo wangu ninavyofikiri ni kwamba eh, watu hawana muono mmoja wa tatizo ambalo liko nyumbani nchini Kongo. Mtazamo yao iko tofauti. Acha niseme kwamba viongozi wastaafu wa Afrika wana mtazamo fulani kwa sababu ya hali inayopitika Kongo, lakini pia viongozi katika nchi wa Kongo wana mtazamo mwingine, na hivyo pia mabeberu za nchi za magharibi zina mtazamo mwingine. Kwa sababu ya mtazamo kuwa tofauti, ndio imekuwa sababu kubwa ya watu kufikia kwenye muafaka wa kufuatilia tatizo. Kusema ukweli, eh, kama rwanda ka inaweza ikaingilia, kama leo tumekuwa na waasi E, kama kuna zile vurugu kati ya wapinzani, lakini kikubwa ni swala moja tu, vita ni vya kiuchumi. Kama wote wangeangalia vita kwa hiyo sura moja, kama ya kiuchumi, naamini kwamba lingetatua matatizo ya nji pia na ya ndani, kwa sababu swala la ukabila linaingiliwa na watu wengine kulichochea kuwa nguvu zaidi, kwa sababu ya masuala ya uchumi. Lakini kama swala la uchumi lingekaguliwa, ni rahisi sana Tumeishi pamoja kwa usalama kwa siku zilizopita nyuma, kwa sasa hivi pia tunaweza tukaishi kwa usalama bila tatizo, kwa sababu wale wanaopigania swala la uchumi hawajarizika, ndio maana watu wanachokonoa hapa na pale hapa na pale. Swala kubwa ni uchumi, kama wote wakanaweza wakaangalia kwenye mtazamo mmoja, ni swala ndogo kwa kulitatua, ili kila mmoja awezi kurizika. Mitazamo iko tofauti, na ndio maana watu wafikie kwenye mwafaka <laughs> Umesema tatizo katika vita ambavyo vinaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo ni kwa sababu vita ni vya kiuchumi na kuna makundi mbalimbali ambayo yanapigana nchini Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, kila watu wanakuwa wanalenga kidogo katika maeneo ambayo wanadhibiti. Sasa ni mbinu gani ambazo zinaweza zikatumiwa ili kuweza kutatua tatizo hili ambalo tayari chanzo kimefahamika? Asante sana. Kwanza kabisa turudi nyuma kidogo. Kwanza kabisa swala la FDLR ni kwamba Rwanda ikae pamoja na FDLR waongee kama vile Wanyarwanda. Swala la pili, eh, M23 AFC ni kama vile Congo wakae waongee nao pamoja kwa kutatua maswala ya Congo lakini pia Rwanda kwa kutatua maswala yao. Kitu kilichofatia hapo ni kusema kwamba kukuwe mikataba ya kialali kati ya nchi za magharibi na nchi za Afrika lakini, hasa tuseme, kipatikula nchi ya Congo, kwa wamaelewano vikundi tofauti vya waasi ni kwamba vina eh, vinatengenezwa vina na watu katika maeneo wanayotakia sana, kwa kutafuta madini yale ambayo wanayoyataka. Sasa kama kunaweza kuwa amani kati ya hizi kundi tuseme M23 na government ya Congo na kuwe eh, eh, maongezi ma, ma, ma kati eh, ya waasi wa Rwanda iza tuite afdele na serikali ya Rwanda, wakielewana na sisi huku tunaelewana, ni rahisi wawekezaji waje katika njia iliyokuwa sahihi, lakini kwa sababu vurugu zipo, wawekezaji nao pia wamepata na nafasi ya kuwaingilia hapo. Nafikiria hiyo ni njia moja ya kutafuta amani, na zile kundi za ndani itakuwa rahisi sana kwa ku kwa kuzikontrol na kuziweka kwenye mstari, kama hizi nchi zimekubali Rwanda iongee na waasi wao na Kongo iongee na waasi wao, lakini pia wakimaliza hayo maongezi, ni lazima waje na jibu la kuonesha kwamba ulimwengu hichi, ndio tunachokitaka kwa sababu ya kuendelea kwa kuyachimba madini katika nchi yetu. Naam, tumalizie na hili. Marekani imeingilia kati tatizo hili ambalo linaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, unadhani Marekani inania njema au ina moyo wa kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuondokana na vita? Na kama Marekani ina moyo wa kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, kwa nini Marekani isilazimishe rais wa Rwanda ambaye anatuma vikosi vyake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuondoa mara moja vikosi vyake bila kusita? r Kwanza ifahamike, eh, Marekani haina hiyo mamlaka ya kufanya hivyo na haina hizo nguvu na hakuna sehemu ambapo Marekani ishagawai hivyo katika hiswari la kiulimwengu. Ni kweli wanaweza wakatumia nguvu za kupigana vita na wakaweza, lakini kulazimisha kama gisi inavyotamkwa, Marekani haina hiyo uwezo. Pili, Marekani ni nchi hata niite malaya kwa sababu lugha nyingine labda neno lingine la kutumia simu. Marekani ni nchi malaya. Marekani inaendana na kile wanasema America First. Kwanza Marekani, sasa kwanza Marekani inatumia kwenye maslahi yao, awaangalie kama huku watu wanakufa kama kunaweza kuja usalama kama watu wanaweza wakaishi pamoja kama kunaweza kuja maendeleo, Marekani hicho aiangalie. Marekani inaangalia kweli hapa kuna maslahi ya Marekani, that is first America. First America. Kwanza Marekani. Kama kuna faida ya Marekani, basi wengine wakifa, sawa. Hakuna maendeleo, sawa. Acha nikumbushe kidogo miaka thelathini na mbili tulikuwa na Mabutu kwenye, eh, kwenye government yetu pale Zaire, amekuwa ametumika lolote lile alilolitaka, akipewa sapoti na Marekani kwa sababu aliweka kwanza Marekani. Afanye vizuri, aiza sifanye vizuri, ilikuwa ni sawa. Na manchi ya Afrika nyingine ni hivyo tu, wanaweza wakakuweka kaa milele, lakini kama umeweka kwanza Marekani kwanza, hawajali raia, hawajali maendeleo, hawajali lolote. Sasa Marekani wanachokifanya Kongo sio kwa faida ya Wakongo. Aa, ni kwa faida ya Marekani na ndio maana e, kuna tatizo kubwa Kongo bado, kujawa akujawa uongozi unaoaminika akujawa viongozi sahihi, akujawa viongozi wanaokubalika na nchi za Magharibi. Kwa hiyo kumsukuma aiza kumtupa, e, rais wa Rwanda moja kwa moja ni vigumu, kwa sababu bado anakaleka waaminifu ulimwengu na mwamini wa jambo moja aiza ningine sasa ni lazima Kongo labda kungepatikana kiongozi ambaye ataaminika, sasa hivi hayupo, hilo ni ngumu. Acha nimalizie kusema kwamba hapa eh, mwandishi mkuu maitaifa, wa moja wa mataifa wakati wametuma majeshi, na huyu dada amefika hapo Goma, yeye ametamka hii juzi kwamba wao hawaji kazi yao sio kuja kupigana vita, lakini kazi yao ni kuja kuunganisha vikundi vikae pamoja. Ina maana kila serikali ya Kongo inayoongelesha watu kule kwamba Marekani wanakuja kupigana ni uongo, wao ni kuja kuunganisha. Sasa katika kuunganisha kwao wanaangalia maslahi ma, ma, ma. Sasa kama serikali ya Kongo hawezi kuwapa maslahi zaidi, wanaweza akachochea vita huko tena, naendelee na wao wanakimbia kama maslahi yao yanakuja wanapiganisha kile kitu cha kusema kwamba bwana muungane sehemu iishi kupatanishi utafuta amani katika eh, swala la, eh, la, la maongezi. Yani wanakuja kukaa katikati kwa maslahi ya Marekani. Kama maslahi ya Marekani imepatikana, basi wanaweza wakapushi kwa haraka haraka, lakini kama haiwezekani, na huku hatuamini huu uongozi, wanasukuma hawa tena, nendeni ili tuweze kupata kile tunachokitaka. Tuelekee mkoani Ituri. Ni kwamba tahadhari ya kiusalama imetolewa kwa wakazi wa usultani wa Babila Babombi wilayani Mambasa kufuatia kuongezeka kwa vitisho vinavyodaiwa kuhusishwa na kundi la waasi la Allied Democratic Forces, ADF. Kwa mujibu wa taarifa zinazosambaa katika eneo hilo, tishio limekuwa kubwa na la mara kwa mara, hasa katika maeneo ya Mongali na Kota, Bunyuka, Ngelia, Mapimbi, Mapili, Ngubo, Kasoko, Mpombi, Santral, Mambau, Tokotoko, Karanseti na Baheti. Wananchi wanatakiwa kuwa uangalifu na kuripoti harakati zozote zinazotia shaka. Remsi Malindogo wa mashirika ya kiraia taarifa hizo zinaeleza kuwa katika siku mbili zilizopita raia kadhaa wanadaiwa kuuawa katika maeneo ya Bunyuko na Mapimbi ndani ya grupumenti ya Bangole, huku wakulima wengine wakidaiwa kutoweka. Aidha, usiku wa kuamkia Jumamosi wiki jana, wakulima wane waliokuwa wamepiga kambi eneo la Tokotoko walinusurika mashambulizi ya watu wasiojulikana, huku watatu wakiripotiwa bado wajulikani walipo na mmoja akisemekana kufika salama Lukaya Ezai Katasi. Uh, kwa kweli, uh, hali ni ya kwa wakaaji ambao walikuwa mashambani ngambo za Mamove, baiti ngambo vile za Mbopi 47, kuna vile ngambo za mbau uh, hususana kwa njia ya kuenda mandumbi, hizo eneo zote kuna vile eneo kama nakota, yaani ni mahali ambapo wakulima walikuwa wamekaa kwa siku nyingi bila usumbufu alafu ghafla uh, hawa magaidi wa ADF wamejitokeza kwenye ngambo hizo hususan, na wakati walitokelea huko ngambo za Owicha uh, wakafanya vitendo ambavyo visivyowezekana. Kisha yake wakaenda ngambo za Mamove, uh, huko vile wakafanya vitendo ambavyo visivyowezekana, wakawaua watu kwa mipanga na kabla ya hapo kukawa na mauaji kwenye njia ya kutoka Mbau kuenda Mandumbi kwa kilomita tano. Uh, wakawaua watu hapo, mama moja na, na kijana wake, na ndio hiyo hofu ndio imeshika watu wote ambao wana shamba ngambo za huko. Wengi walikuwa wakitoa maharagi kwa shamba lakini wamekimbia kimbia na kurudi kwenye miji mikubwa mikubwa ambapo wanazani usalama huko. Na kwetu sisi tunaona kama ni jambo ambalo serikali yani inaweza ikashurulika ika na, na kumaliza hiyo jambo kwa, kwa urahisi kwani ni maeneo ambayo ilikuwa imekuwa kimya kwa siku kadhaa, alafu tunajiuliza ADF imewaiba zamu namna gani? Hiyo ndio swali kubwa kabisa na hapo Uh, sisi kama raia tunaweza tukasema tuendelee tukipasha habari ambazo zinaweza zikasaidia serikali kwa mambo mbalimbali, ambapo mtu ameona adui awezi akaarifu wahusika ili waweze wakamshughulikia mbio sana uh, kabla matatizo hayajatokea, na wale ambao wanahusika na security waweze wakaandaa tena nguvu zaidi ili waweze wakasafisha hiyo msitu kwani wakati watu wanarudi kwenye miji mikubwa mikubwa hiyo ni njaa ambayo itawezi ikasumbua miji na itakuwa ni tatizo kubwa sana ambalo serikali haiwezi ikatatua uh, kwa haraka. Tunataka amani na amani pekee ndiyo inaweza ikaacha maendeleo yawe katika maeneo yote ya, ya, ya Kivu ya kusini na Kivu ya kaskazini. Wananchi wameeleza wasiwasi wao kuhusu usalama katika maeneo yanayodaiwa kulindwa na makundi ya wa wazalendo huku wakitoa wito kwa vikosi vya ulinzi kufanya doria za mara kwa mara ili kuzuia matukio zaidi. Tumalizie ripoti kutoka Muanda katika mkoa wa Kongo Central. Miili 30 ambayo haikudaiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Muanda mkoani Kongo Central ilizikwa Jumamosi tarehe kumi na nne Februari mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita katika mji huu wa pwani katika mfumo wa operesheni iitwayo sifuri maiti za wasiojiweza wadini iliyoanzishwa tarehe 4 Februari mwaka huu na mbunge wa mkoa wa Jacqi Boko Ndombasi. Mpango huu wa kibinadamu unalenga kutoa maziko ya heshima kwa miili isiyodaiwa na pia kupunguza msongamano katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali kuu ya Muanda ambacho kwa sasa kimejaa kupita kiasi. Miili hiyo ilizikwa katika makaburi ya Makaisamba katika hafla iliyoongozwa na naibu msimamizi wa eneo la Muanda, Nicola Kinduhelo. Kwa mujibu wa taarifa, miili hiyo inahusisha hasa watu waliokuwa na matatizo ya akili, watoto wachanga, watu wasiokuwa na familia, pamoja na baadhi ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo waliorejea kutoka Angola kwa sababu za matibabu na kufariki dunia wakiwa Muhanda. Mamlaka za eneo hilo zinasema kuwa miili hiyo ilikuwa imehifadhiwa kwa wiki kadhaa katika nyumba ya kuhifadhi maiti pekee ya mji huo. Mbunge Jacques Mboko Ndombasi amepongeza ushirikiano wa wote waliochangia kufanikisha hatua wa hiyo ya kwanza, na amehimiza kuendelezwa kwa juhudi za pamoja ili kuhakikisha kila mwili usiodaiwa unapata maziko yenye heshima. Hata hivyo, operesheni hiyo bado haijakamilika, kwani takriban mihili mingine 30 bado ipo katika chumba cha kuhifadhi maiti chenye uwezo wa kuhifadhi mihili 40 pekee. Kutokana na ukosefu wa nafasi, hospitali kwa sasa haiwezi kupokea miili mipya, jambo linalofanya kuendelea kwa mpango huo kuwa wa dharura. Operesheni hii inalenga kukidhi hitaji muhimu la kibinadamu na kuzuia mrundikano wa miili katika chumba cha kuhifadhi mahiti na kuhakikisha kila marehemu anazikwa kwa heshima, bila kujali asili au hali yake ya kijamii. Ni mwisho wa habari zetu kutoka JC TV. Naitwa Bedi Jean de la Croix, kwa heri kwa leo.